Ya bluu meusi kabisa meusi kabisa yaani, hivi mnavyoniona mimi si mtoto wa askofu kabisa, lakini wakati huo hata baba hakuwa askofu yaani. mimi ilikuwa nikisikia kule naondoka tena, nafurahia muda wa mikutano. Kwa nini? Kwa sababu muda wa mikutano, si ndo anakemea mapepo mpaka saa sita na muziki unaisha saa tisa. Kwani kiacha masaa matatu kuna ubaya? Naenda nakaa kwenye kona kule, sielewi. Siku moja wamemwita kakaangu mmoja, ndo amekuja kule na mdogo, lakini kwa sababu wazazi wangu waliendelea kulia, leo mimi nimeokoka, na mi nataka nikuambie, endelea kulia kwa ajili ya kizazi chako, usikate tamaa. Mungu ni Mungu wa wote ni kwa ajili hata ya wale uliowakatia wewe tamaa. Unajua kilicho cha ajabu ni hiki, kuna watu si tunawakatia tamaa, alafu Mungu ndo kwanza ameanza. Yani ndo asubuhi hajawakatia wakatia tamaa, wakati wewe unalia kwamba Mungu hivi ataokoka kwa na zile bangi anavyozisokota lile kubwa kubwa, lakini Mungu ndio huyu anaokoka sasa hivi. Wakati Paulo anaua sana mpaka amefika mahali huko na barua mkononi, ndio kipindi ambacho aliokolewa Usikate tamaa, endelea kumwombea mume wako. Usikate tamaa, endelea kumwombea mama yako. Usikate tamaa, wewe ni mbegu. Kupitia wewe uzao wako unaenda kuokolewa, kupitia wewe nyumba yako inaenda kuokolewa. Haleluya! Kuna mtu hapa nyuma ya mama mchungaji, naona ananiangalia nacheka. <laughs> Ndio mimi huyu, Yesu ameniokoa. Lakini kuna watu walifanyaje? Walilia huyu mwana kondoo, siku ya leo tunapojifunza kuielekea kilele cha, ta, cha, cha Pasaka, ujue ya kwamba Yesu Kristo amekuweka wewe kama mbegu, na mimi nasema kwa jina la Yesu akupe neema uende ukaote. Kupitia wewe watoto wako waende kuokolewa, kupitia wewe familia yako iende kuokolewa. Yale machozi ambayo unalia kwa ajili ya watoto wako, Mungu ayasikie. Machozi unayolia kwa ajili ya wazazi wako, Mungu ayasikie. Yaani haiwezekani ni kanuni ya Mungu na ndio maana hawa wakasema, mwamini Mungu wewe utaokoka pamoja na nini, na familia yako. Maana yake usipomwamini wewe, unafanya hata familia yako isiokolewe. Maana yake kama ukimwamini wewe, wewe ni njia, wewe ni mbegu, na familia yako itaokolewa. Sisi kwetu alianza bibi yetu kwa kupapasa tena naambiwa bibi yetu katika huko alikuwa mwaminifu katika kupapasa kwake, alikuwa anaomba kwelikweli hata masaa mawili matatu. Akaja akaokoka. Babaangu mkubwa babaangu anasema alipokuwa anamuona baba mkubwa anaomba, anasema wewe jamaa huyu. Na babaangu jinsi alivyookoka, alienda mkutanoni, akasema ngoja nikayaone malokole jinsi yanavyofanyaje yanavyoimba. Akakuta pale kijijini hakuna drums kama hizi Akakuta watu wanapiga chekeche namna hii. Mtu yuko smart, unajua yuko smart, anaimba anafurahi, yani anafurahi, anachekecha hivi. Akasema huyu mtu hivi, mbona anaonyesha analaha sana na lile chekeche lake? Hebu ngoja nami nikajaribu, labda nami nitapata hiyo ko. Hakwenda kuokoka alienda kufanyaje? Alipoenda kujaribu ndo mpaka leo, maanake kuna watu walikuwa wanalia mtu i, i, ni kama ka ujinga fulani, lakini Mungu anatengeneza njia. Mungu sio mjinga, Mungu sio dharimu. hayo machozi unayolia sio kwamba Mungu hayaoni, na mwanakondoo huyu sio kwamba amekuokoa wewe, anafurahia akiona wengine wakiwa dhambini. Anataka wewe uwe mbegu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Zaburi 56 nimesahau mstari wa ngapi, inasema Daudi alipokuwa analia kwa Mungu akasema, je, Bwana machozi yangu hukuyahifadhi katika chupa yako? Anasema je Mungu, haukuyaandika machozi yangu katika kitabu chako? Maana yake kumbe, machozi ni lugha ambayo Mungu anaielewa. Kuna wakati unalia kwa ajili ya familia yako, unashindwa hata cha kutamka, unabakia tu lakini machozi, tears as the language, ni lugha ambayo Mungu anaweza kuielewa. Usiache kuendelea kulia. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Wangapi wataendelea kulia kwa ajili ya familia zao? Haleluya! Lakini jambo jingine ambalo tunajifunza kwa habari ya hii pasaka ya kwanza ni kwamba usalama wetu ni katika msalaba na damu ya Yesu, usalama wetu ni katika msalaba na damu ya Yesu. Hakuna usalama nje ya damu ya Yesu, hakuna msalaba, usalama nje ya msalaba wa Yesu. Biblia inazungumza ya kwamba walipaka ile damu katika miimo na kizingiti, na ukiangalia miimo na kizingiti ilikuwa imetengenezwa kwa mbao, si ndivyo jamani, watu wa Mungu Kinacho changanya watu ni kuona kwamba miimo iko miwili, kizingiti kiko kimoja, lakini ili upatikane msalaba unatakiwa kuwa na mbao iliyosimama hivi na nyingine iliyosimama hivi fupi, si ndivyo jamani? Kwani hamjaipata tu bado? <laughs> Tunapozungumza mlango, lazima tuwe tuna mbao hii, tuwe tuna mbao hii horizonto na nini na pala, tukichukua zile mbao mbili tukichukua na ile, hatujapata bado msalaba Alafu turudie, twende tu vizuri. Bibilia inazungumza ya kwamba Yesu aliwekwa wapi? Msalabani. Tena mahali pengine inasema aliwekwa mtini, kwa kinachohitajika ni mti na kondoo wa kuwekwa mtini. Na yule kondoo hakuning'inizwa pale, lakini kilichohitajika ni damu yake, damu ya mwanakondoo ikaenda kupakwa kwenye ule mti ilikuwa inazungumza kwa habari ya msalaba wa nani? Wa Yesu, si mmenielewa? Are you there? Are you here? Are you where? <laughs> maana yake kwenye msalaba ndio kulikuwa kuna usalama wao, na ule msalaba wao walitakiwa wakae ndani, msalaba uwe pale, mwanakondoo awe pale, na damu yake iwe pale pasipo ya damu ya Yesu hatuna usalama kabisa. Usalama uko ndani ya Yesu. Nadhani niwaambie kitu kimoja. Wakati fulani niliondoka nikaenda kuhubiri, kama unaenda Sumbawanga kuna mahali panaitwa Laela, siku kuna watu mnapafahamu. Kuna mchungaji mmoja, nikawa nimealikwa pale. Sasa wakati huo mimi nasoma Musti Mbea. Stori tulioisikia pale kuna mtu alienda kuhubiri Sitaki kuhukumu, sijui aliombaje ule mtu au sijui alipanda mazabauni kwa staili gani. Mi sijui, lakini wale Wafipa walimtumia manyuki mkutanoni, na ule mkutano uliishia pale. Mnanielewa eh? Mhubiri akasema, mi naenda zangu da. <laughs> Naenda na zangu wapi? Shetani haogopi cheo cha kuitwa mtumishi wa Mungu, haogopi cheo cha kuitwa askofu, haogopi cheo cha kuitwa shemasi, lakini anataka uwe ndani ya msalaba. Sasa nikawa nimezipata hizo stori, alafu akasema Joshua, akitoka mhubiri wa kwanza tu, wa pili unafuata wewe. Aleluya! <laughs> wakati huo nilikuwa niko chuoni ninaomba, ninafunga, namshukuru Mungu. Saa hivi mi ni mnene jamani, lakini wakati ule nilikuwa mwembamba sana, nafunga kweli kweli. Mpaka siku moja nimerudi Mombasa pale kanisani, kuna mchungaji mmoja mwinjilisti mmoja wa kanisa la banana, kanisa fulani akasema, wewe unafunga, unataka kufungua kanisa Mi mwenzie, sina habari, nafunga tu kwa sababu nampenda Mungu. Watu chuoni wanasema hivi, ukitaka chakula kama una hela nenda kwa Joshua ukachukue kadi yake, utapata nini? Chakula, kwa sababu wanajua mara nyingi mi niko kwenye mfungu, kwa hiyo niko kwenye network yangu imekaa vizuri, kwa hiyo <laughs> nikaenda kule. Nilipoenda kule, alihubiri mhubiri wa kwanza, Mungu alionekana vizuri sana, nikapanda mimi Nilipopanda Bwana akanipa upako wa kukemea wachawi na kukemea vibuyu vyao na kupiga. Nilihubiri ile siku ah, kwa kweli natamani jirudie kama ile. Mtumishi, unajua kuna siku unahubiri we mwenyewe unasema hapa, ah, nilikuwa na Yesu amekaa hapa pembeni mm. Nilihubiri mpaka wale wachungaji walioko kule mbele wakaanza kulia wote, yani nahubiri huku wachungaji wameanza kufanyaje kulia, sio wale wakule Mungu akaokoa siku ile vizuri kabisa nilipoenda kulala wakaja kunijaribu bwana, bwana eh? Nikaona yani, nikawa naiona kesho yake kwamba nimehubiri mkutanoni, wameniua, wameniweka kwenye jeneza, wanaenda kunizika, alafu wananizika Sumbawanga eh? Nikaamka saa sita nilikiwasha saa sita usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Wewe ungewasha mpaka saa ngapi? Ungeomba mpaka saa ngapi? Inawezekana e, ungefika mpaka saa nne. Alafu una stori ya manyuki unaombaje? <laughs> Niliomba nikaomba mpaka saa kumi na mbili asubuhi. Nilipoomba kesho yake nikapanda madhabahu, nikasema najua mlichokuwa mnataka kukifanya, mnampangwa kuniua hapa hapa, nishaona na natamka, hamniui na natamka, navunja hivyo vibuu vyenu kwa jina la Yesu. Hebu simameni hapo, vunja, piga huko piga kwelikweli. yaani yaani, minapenda maumbi ya hivyo, nikakiwasha pale, piga kwelikweli. Na siku ile nilipokuwa na ubiri, kwa sababu Mungu aliniamsha kuomba ule muda, ikawa wakati na ubiri, hapa watu wanaanguka na mapepo huko, kwa watu wakawa wanatolewa nyumbani wanaletwa wapi? Mkutanoni. Lile kanisa nafikiri likuwa na ukubwa kidogo, linapungua kwa hili labda hapa hivi kwenda hivi, lilijaa watu wenye mapepo mpaka wale waombeaji wajui waanze nani wamalizie nani. Lakini katika wahubiri mi ndo nilikuwa mdogo kuliko wote. Tena kwa bahati mbaya, wahubiri wenzangu wakasema umtoe Joshua mara moja, kwa sababu ni mwoga anaomba sana hivi. Tukiwa wao, wa, tunaomba sana, ni waoga au tunamtafuta Mungu? Ndio maana kuitwa mtumishi, sio kwamba wee ni mtumishi wa nani, kwa Mungu. Mungu alivyoonekana kwa neema ile, ilitakiwa nipewe siku mbili, wakaniongezea siku nyingine. Ninachotaka niwaambie, usalama wetu uko katika kukaa kwa Yesu. Narudia, usalama wetu uko katika kukaa kwa nani? Kwa Yesu. There is no, hakuna usalama nje ya Yesu. Yaani hivi mimi nilivyo hivi, nilikuwa naongea na nani, nikawa naambia, sio, nilikuwa naongea na nani kule ambako nimehamia mimi. Nakaa Kongowe nikawa nawambia yani, wafanye vitu vingine, lakini uchawi mi siogopi. Kwanini siogopi? Kwa sababu kuna msalaba unanilinda, kuna Yesu Kristo wa msalaba ananilinda, kuna damu yake iko pale. Yani ili uniweze mimi, bibilia inasema mimi ni ndani yenu nanyie mko ndani yangu. Yani ili uniweze mimi, lazima muweze Yesu kwanza. Maana yake usalama wangu ni kwa sababu niko na Yesu. Yani Yesu akiondoka, kuna mtu mmoja anaitwa Samsoni aliwahi kuongea maneno mazuri, akasema hivi mimi hapa nguvu zangu uwezo wangu huko katika nywele nywele hizi zikiondoka, nitakuwa mtu wa kawaida kama nyie. Na mimi usalama wangu huko kwa Yesu. Yesu akiondoka, nitakuwa wa kawaida kama wale, nitaogopa mashetani, nitaogopa. Na ndio maana nashangaaga eti mtu kabisa ameokoka alafu anaogopa mapepo. Hivi mtumishi, unajua kuna washirika, ukiwaambia ombea mapepo, anaogopa, kwanza anaanza kujitakasa kwanza pale pale. So, takasa kabla sijafika kabla sijafika, wewe yule mtu Yesu nile hebu mimi, ni kwa sababu haujakaa vizuri na nani, na Yesu. Hutakiwi kuogopa kwa sababu yuko Yesu wa msalaba, damu yake inatosha kutuokoa, hatuhitaji kingine chochote. Tunayemhitaji ni Yesu tu. Kijana mmoja alikuja kanisani kwangu, anatokea Sinza, anatokea wapi? Sinza. Sasa kule Sinza alikuwa ni dereva wa bajaji, kwa hiyo katika ile bajaji pigapiga bajaji na nini. Siku moja kwenye eneo alilopanga alibeba maji, akawa anaenda anayapeleka chooni, lakini akayafikisha pale katikati, yani sehemu uani, sijui nisemeje, ndani, akayaacha aende akalete vitu vingine. Mama mwenye nyumba mtoto wake akaenda akachukua yale maji akayatumia, akaiacha ile ndoo ikiwa iko hivyo hivyo. Kwa kuwa yule kijana hajaokoka akaanza kutukanana na mtoto wa mama mwenye nyumba, asijue kwamba mtoto wa mama mwenye nyumba ni mchawi. Mnanielewa vizuri, watu wa Mungu? Na yeye hana Yesu. Yani, nataka nikwambie hata kama unasali kanisa hili, kama unajihisi una Yesu, mpate leo kwa sababu kanisa hili halitakusaidia kuwa salama na wachawi. Eti mtumishi, ukiingia tu hapa unakuwa salama. Mpokee Yesu ndo akufanye uwe salama. Mpokee mwanakondoo Yesu. Sasa yule bwana akatukanana, hajui kuwa naye mtukana ni nini mchawi. Akapigwa kazongo fulani hapa, kijana akaanza kuumwa umwa umwa. Sasa anaumwa, haendeshi bajaji, mwenye bajaji kanyang'anya umwaumwa umwa, kodi awezi kutoa, kafukuzwa. Akaenda kujibaza kwenye nyumba ya mama fulani, yani kwenye kakorido kale ndo analala hapo. Ikifika asubuhi, inabidi awahi mapema kunje, magodoro yake yaingizwe huko. Akawa anafanya hivyo, lakini hali yake ikawa mbaya na pale pale akafukuzwa pia, alipokuwa amehifadhiwa. Kufukuzwa akawa na rafiki yake mmoja yuko Mbezi, ndo akamleta wapi? Mbezi. Amekuja pale Mbezi kwanza anasema vijana wale wale wa... ambao wanaendesha vyombo vya usafiri wakimwona hivi, wanasema da, mshikaji wetu anakufa hivi hivi, mshikaji wetu, mshikaji anakufa. Jamaa akisikia yale maneno anaanza kulia <coughs> lakini hawezi kujisaidia chochote, afanye nini? Sasa ukiwa una Yesu, yani unakufa hivi hivi, unakufa unajiona hivi hivi kule Tanga wanasemaga aenda mgima mgima, yaani unaenda mzima mzima, yaani hivi hivi, mzima mzima kule. Bwana wamemleta kule sasa, mbezi mbezi yule jamaa, kumbe naye aliyemleta kamleta kwa mama yake, yaani hana kwake, kamleta kwa mama yake. Mama yake akasema, unataka huyu mtu anifie hapa, toa sasa. Anatoa, anapeleka wapi? Akasema, bwana mimi nakupeleka pale naishia kwa warokole, nikiishia pale nakuacha. Kale jamaa kaletwa kama kaishia hapo, jamaa kaanza kujipambania, najiburuza aje wapi kanisani. Si tulivyomwona tukaenda kumchukua kumchukua kumleta mle kanisani, ni dhoofu amekonda. Lakini tulipoanza kumwombea yule bwana, yule bwana ana nguvu jamani, anataka kutupiga na karate kabisa. Kumbe tatizo ni mashetani ndiyo yaliyokamata maisha yake. Bibilia inasema katika kitabu cha Yohana kumi mstari wa kumi, mwivi anakuja ili kuiba, kuharibu, kuua, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Usalama wetu, uzima wetu uko katika mwanakondoo Yesu ko nikamwombea yule mtu ombea. <tipo> alipomaliza pale <tipo> na tunguvu na twenyewe tumekuwa dhoofu, sasa si alikuwa natule tunguvu twa mapepo na hali yafanyaje? Nikasema, mnunulieni huyu aza mwembe kubwa kabisa, mpeni akanywa. Alivyokunywa nikampa na hela nauli, nenda mzima. Amefika kule Sinza watu wanasema, we huyu mchungaji aliyekuombea yukoje? Na yeye anasema ni mchungaji mdogo mdogo tu hivi ni mdogo mdogo, ila nina Yesu yeye. Yule inawezekana sio mdogo mdogo, ila hana Yesu. Na ndio maana anasema tafuta unavyoweza kutafuta pesa, lakini mtafute na mwanakondoo Yesu. Fanya unavyoweza kupambana, lakini hakikisha na mwanakondoo Yesu unaye, kwa sababu kuna watu walizitafuta fedha kwa nguvu, lakini mwisho wa siku wakaishia kwenye mauti. Hiyo hiyo fedha, watu waliwaonea wivu, wakaamua kuwaua kuna watu walipambana kweli kupendezesha ndoa zao, wakaonyesha mahaba yote kwenye ndoa zao, lakini yale mahaba, kuna watu walipoangalia, wakaonea wivu, wakawaua, wakaondoka. Usalama wetu uko katika msalaba wa Yesu Kristo, usalama wetu uko katika mwanakondoo wa Pasaka, Yesu Kristo. Tunayemhitaji ni mwanakondoo Yesu, kwa ajili ya usalama wetu. Hatuhitaji kingine, tunayemtaka ni Yesu tu. Ukiniuliza namba moja ninachokihitaji ni nini, nitakwambia Yesu. Bila ya Yesu mimi siyo chochote. Yaani, nimegundua maisha haya, kama una Yesu una hali mbaya, narudia, una hali mbaya. Na nataka niseme hivi, sio wote wanaokufa wanakufa kwa sababu Mungu kapenda, ile Bwana ametwaa. Wengine shetani anatwaa hivi. Kama huyu mtu angekufa, ni Bwana ametwaa, ni shetani ametwaa, na sio wote. Nataka nikuambie, kuna mtu anaweza akawa anaishi ukaenda kupima kabisa hospitali, wakakwambia wewe unaumwa kansa, lakini sio kansa. Nimewahi kuombea mtu wa namna hiyo kabisa, yaani yule dada wanasema anaumwa kansa, lakini wakipima sio kansa. Kuna dada mwingine tumewahi kuombea yeye, yeah, alikuwa na vimba tumbo hivi linakuwa kubwa, kubwa. watu wakasema ni mimba. Ile dada anasema mi ndo najua sio mimba, si alikuwa sahihi? mwezi wa kwanza, wa pili, wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, wa kumi na nne, hazai na yuko hivyo hivyo, kuja kumwombea ni mapepo. Sasa wewe unatafuta fedha, sawa, unazitafuta. Unavyozitafuta fedha, ulinzi wako uko wapi kama sio kwa Yesu? Nauliza, ulinzi wako uko wapi kama sio kwa Yesu? Mimi hapa nimekaa kwenye nyumba fulani ya kupanga hii nyumba ya kupanga sikuondoka kwa kupenda, watumishi wa Mungu, niliondoka manyanyaso. Unajua manyanyaso, watoto wangu hawawezi hata kucheza nje. Lakini tulianza kupendana, tulianza kwa kupendana kabisa, tulikuwa majirani wazuri, lakini niliingia pale nikiwa choka choka mbaya, kwa kumbe watu wanapenda uingie ukiwa choka choka mbaya. Sasa katika neema ya Mungu ananisaidia, mara nimenunua hiki, nimeleta, nimenunua meza ya hivi, nimenunua is ki nini, chokesi kubwa hii hapa imekaa nini na nini. Watu wakaanza kuchukia, amenunua na gari wee, watu wakaanza kunichukia kabisa. kama ningekuwa sina Yesu hawajaniendea kwa waganga. Mafanikio yangu mwenyewe, kutafuta kwangu mwenyewe kunaniangamiza. Ndio maana usalama wetu uko katika Yesu. Tuna vijana wenye nguvu wengi, wanasema nazitafuta pesa. Ukimtafuta pesa sana, mtafute na Yesu sana, balansi mzani, kwa sababu usalama wetu uko katika Yesu. Unapambana sana, unakuwa mfanyakazi bora kazini, lakini unapopandishwa cheo, kuna watu wanakuchukia, wanasema tunataka tummalize, tunataka tumuue, tunataka tumuondoe. Usalama wetu uko katika mwanakondoo Yesu. Na ndio maana Mungu ametupa neema ya kuwa na semina hii ili wewe ambaye unajijua, unajua mtu ambaye hana Yesu moyoni, hahitaji kuambiwa na watu. Biblia inasema Roho naye hushuhudia pamoja na nafsi zetu ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. Manake pia anashuhudia ya kwamba wewe sio mwana wa Mungu. Kuabudu katika kanisa hili haina maana kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na ndio maana pale ajasema ingieni watakatifu. Wanatakiwa watu waingie wakiwa sio watakatifu, watoke wakiwa watakatifu, na wanatakiwa waingie wakiwa watakatifu, watoke wakiwa ni watakatifu sana. Ndio maana kama unajijua ya kwamba mimi kwa kweli hapa Yesu, Yesu amna hapa, amua kubadilisha maisha yako. Usalama wako ni katika Yesu, la sivyo unakufa dakika yoyote. Wako watu wanaokuwazia mabaya na kwa bahati mbaya huwajui. Mwingine ni rafiki kabisa, alafu nafikiri wewe wa kwanza. Hata Yesu mshika mwazina wake ndiye ambaye alimuua, ndiye ambaye aliruhusu kwa vipande 30, akamuuza. Itakuwa wewe? Biblia inasema kama wamefanya hivi kwa mti mkavu eh? <coughs> Wewe usalama wetu ni katika nani? Usalama wetu ni katika nani? Ukizitafuta fedha sana, mtafute na Yesu sana. Sasa nataka nimalize kwa pointi ya mwisho, lakini kabla sijamaliza nisome maandiko yafuatayo ambayo yanaunga mkono, ambayo yanaunga mkono pointi yetu hii, kitabu cha Petro wa Kwanza sura ya pili mstari wa ishirini na nne. Biblia inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, juu ya nini? Na kule tunauona mti katika kizingiti, na katika mimo, tukiwa wafu katika mambo ya dhambi, tuwe hai katika mambo ya haki, kwa kupigwa kwake mliponywa. Sasa maandiko haya hayasemi kwa kupigwa kwake mtaponywa, inasema kwa kupigwa kwake mlifanyaje? Wakipigwa kwake tulifanyaje eh? Maana yake uponyaji upo, Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 24. Uponyaji upo, tulishaponywa tangu zamani. Maana yake siku ya leo tunachohitaji sisi ni kudeclare, kukiri kwamba sisi tumeponywa, na ndio maana iko nguvu katika ukiri. Tunatakiwa kukiri kwamba msalabani ilishamwagika damu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika Warumi tano mstari wa nane inathibitisha haya ambayo nimeyahubiri. Inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi.